Watumishi wa Mungu, ninyi ambao mmezoea kuitwa na waheshimiwa, ninyi msigeuke kuwa wajipendekezaji. Mnapopata nafasi ya kukaa na waheshimiwa, waambieni ukweli. Ninyi watumishi wa Mungu, ninyi maaskofu, ninyi mnaopenda kwenda kula vitu vya Ikulu, ninyi na msemi ukweli juu ya taifa, ninyi siku moja mtasababisha mabaya makubwa sana kwenye taifa hili. Mtumishi wa Mungu si mnafiki. Mtumishi wa Mungu ni mtu wa kuokoa nchi na mtumishi wa Mungu. Enyi serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, msiwatumie watumishi wa Mungu vibaya, taleta laana. Si watu wa kuwapapasha na kuwaletaleta vipindi vyenu vya uchaguzi karibu, ili kuwatumikisha Wacheni wasimamie kusudi la Mungu, waliombee taifa, wasimame kama nabii na mitume wa kweli, wenye kutamka sheria za aliye hai, wenye kuona hatari na kuisema. Mmekula vitu vya Ikulu, ninyi maaskofu na ninyi wachungaji, mkapuka chii, uwezo wenu ukaibiwa, mmekosa nguvu na ujasiri wa kusaidia nchi, na mnaongea vipindi vitu vya ajabu wakati umepewa nafasi kwenye taifa bahati mbaya tuna watumishi wa mungu siku hizi ukiwa mkutano mkuu sisihemu wamo basi ya waziri mkuu wamo wamo wamo wamo wamo wako wapi watumishi wa mungu kama kina Shadraka Meshaki kina Abednego walimwambia mfalme sikiliza hiyo sanamu ulioitunika pale hatuiabudu tunajua ameweka moto kwa ajili yetu sisi lakini hata kama Mungu tunayemtumaini huyu aliomba ulimwengu huu hata tuokoa sisi, hatutakuabudu wewe. Wako wapi watu watumishi wa mungu aina hiyo, wako wapi leo? Naona nikasema watu wanaofanya kazi ya kuhubiri mema ni hao watu wanaovaa kombati kuliko wachungaji na maskofu nchini, alafu tukisema mnasikia. Sasa nendeni tu polepole, tumieni hekima. Hekima ya msingi katika maisha ni kukemea uonevu, kukemea zulma na kukemea ujangili wowote katika nchi hakuna. Ukianza kuona unatafuta maneno ya kuzunguka pale ya haki inapoonewa, umeanza kuwa mnafiki. Njoni tuzungumze. Biblia, kitabu cha Yeremia sura ya sita, nianzie mstari wa 13. Anasema, kwa maana tangu aliye mdogo hata aliye mkubwa miongoni mwao, kila mmoja ni mtamanifu, na tangu nabii hata kuhani, kila mmoja hutenda mambo ya udanganyifu wameiponya jeraha ya watu wangu kwa juu juu tu, wakisema amani, amani, wala hapana amani. Lakini Yeremia hiyo hiyo tano mstari wa thelathini nasema ni jambo la ajabu na la kuchukiza limetokea katika nchi hii, manabii wanatabiri uongo na makuhani wanatawala. Wakati wa makuhani walikuwa ndio watawala, yani ndo Ndo, ndo wanasiasa kwa lugha ya sasa hivi, na makuhani wanatawala kwa msaada wa hao, na watu wangu wanapenda mambo yawe hivyo. Nani mtafanya nini mwisho wake? E, nisema ya kwamba kwa mambo kama haya pengine ya Padri Kitima imefanyika siku hiyo hiyo e, usiwa, usiku wake unasikia Mdude Nyagari kachukuliwa, na damu imetapakaa ndani ya nyumba yake mpaka barabarani, kukuwa na burutwa na watu wasiojulikana. Unaona kilio cha mke wake kwa sura kama hii na kilio cha watu wengi ambao tumelia wamelia kwa kupotelewa na ndugu zao kwa namna ambazo zinahusisha utata fulani. Eh, kuna mara unafika mara hata unakaa unasema sioni hata pa kuanzia ni wapi, sioni hata ni kama yote nimeshaongea, lakini na wengine umesema kweli, yote umeshaongea, umeshajulikana nia yako, unataka nini. Kwa mujibu wa Bibilia unatakiwa uendelee tu kuongea mpaka dakika ya mwisho ya uhai wako, kwa sababu e, ni kwa kuongea sana wanadamu wamebadilika mioyo na kutosikia chochote juu ya ubinadamu wa binadamu wengine. Lakini pia ni kwa kuongea sana wanadamu waliwahi kugeuka na kuwa wema. Ni kwa kuongea sana wanadamu wanaweza wakageuka wakabadilika na wakawa kitu kingine. Kwa hiyo, kwa tutafuata Biblia ambayo yenyewe inaona kuna kuongea, endelea tu kuongea, nani agizi, endelea tu kuongea. Wanasikia wasikii, wanapenda wapendi, wanachukulia sawa, wanaendelea kukuchukia zaidi na kupanga mabaya zaidi juu yako. Biblia inasema piga kelele wala usiache, katika Isaya 58 mstari wa kwanza, piga kelele wala usiache. Paza sauti yako kama tarumbeta, uambie watu wangu kosa lao, na Yakobo dhambi yake. Na maandiko mengi ambayo nimeendelea kukusomea siku hata siku. Naendelea kutoa wito, naendelea kutoa wito, na mwisho ninamalizia kwa kusoma Bibilia, lakini nitoe wito kwa mamlaka na mtu yoyote unayenisikia cha kwanza ni njooni tuzungumze, njooni tuzungumze. Nitasoma andiko hapa leo kwa urefu kidogo, inayohusiana ambalo mambo yalifika kama hapa yalipo kwenye nchi yetu. Mungu alimwinua nabii Isaya akasema, ebu wambie watu maneno ya leo. Nitaenda kuisoma kwa urefu kidogo, lakini kabla sijasoma nito wito huu ya kwamba njooni, tufike mahali wote tuache kusema hatujui kilichofanyika. Njoni tufike mahali wote tuache kusema tumewakamata washukiwa ili hali wakiwa tayari wameshafanya wameshafanya jambo lenye madhara, yani, kwa mfano watu wameua, watu wameshaua mtu alafu ndipo tunaanza kusema tumewakamata. Hapana. nchi, nchi wanadamu tusiwe hawa. Njoni tutafute njia ambayo, mi najua, kwa mujibu wa neno la Mungu imo. Tutafute njia ya kuzuia kabla mtu hajafanya madhara, tuwe tena, sio tumkamate, tumwonyeshe, utaenda, unataka kufanya dhara lile, acha. Ukiendelea kuwaza kutaka kufanya, tutakukamata, sio baada ya kufanya. Inawezekana tunaweza tukawa hao Njoni tuache kusema hatu hatujui ama tuache kusema wasiojulikana. Njoni tuwajue uwezekano wa kuwajua, tukitaka tunaweza kuwajua. Njoni tuache kuimba amani, amani, kuna amani, tuna amani, wakati kuna mioyo ya watu inalia wakati kuna watu wanalalamika huko, wakati kuna watu wanasema ameuawa wa ndugu yangu, katekwa ndugu yangu. Nimewambia mara kadhaa na nitabaki kuambia maneno haya ya kwamba hakuna unayeweza kusema una amani wakati kuna ndugu yako analia. Hapa pana msiba, hapa kuna watu wanalia, kuna mtu amegongwa na gari hapa, kuna ajali imeua watu hapa, kuna watu wanasema nimepotelewa na mtoto, nimepotelewa na mume, nimepotelewa na, na ndugu, ndugu yangu amejeruhiwa, ameumizwa kama hivi akina Padri Kiti, Kitima, kama akina Mdude Nyagari mke wake Biashaka, unaziona picha hizi njooni. <coughs> Njooni tufike mahala tuache kuimba amani, kusema hii ni amani wakati kuna mwenzetu analia kwa sura moja mbili tatu. Amani iwe ni amani. Eh, mimi naendelea kukaza, naendelea kukaza neno hili. Amani inategemea si hali yako tu wewe, umekula umeshiba, umetembelea gari zuri. Amani isiwe kwa sababu ya posho fulani uliopewa wewe uimbe wimbo amani. Amani iangalie mwingine anajisikiaje, na kama ajisikii vizuri, njoni tuzungumze. Sasa nisome hilo neno, njoni tuzungumze, na nimalizie hapo katika kitabu cha Isaya sura ya kwanza. Nasoma kwa urefu kidogo, kwanzia mstari wa 18 mpaka mstari wa 26. Nasoma kwa urefu kidogo, ambaye kwako Bibilia ni ramani, ni moja ya ramani, ama uiamini, uipendi, lakini kuna vitu vingi huwa inasema vinafanana sana na aliyokupata, yatakayokupata naamini utasikiliza aka kakipengere pia kwa utulivu asante isaya moja msari wa kumi na nane kwanza nianzie tu kumi na sita sema jiosheni jitakaseni ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele ya macho yangu acheni kutenda mabaya jifunzeni kutenda mema takeni hukumu na haki wasaidieni walioonewa mpatieni yatima haki yake mteteni mjane Haya, njoni tusemezane, asema Bwana Mungu wetu sote. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimeanena haya. Ishirini na moja. Mji huu uliokuwa mwaminifu, Tanzania hii iliyokuwa mwaminifu, umekuwaje kahaba mji? Yeye aliyejaa hukumu ya haki, haki ilikaa ndani yake, bali sasa wauaji. Mmekuwaje wauaji? Huo ni wito wa Isaya, ni wito wa nabii Isaya, hali ya mambo kwenye dunia na nchi waliokuwepo, ilipofika kwenye hatua mfano hii iliyopo kwenye nchi yetu. Fedha yako imekuwa takataka, divai yako imechanganywa na maji. Sikia ishirini na tatu wakuu wako ni waasi na rafiki za wale, za wevi. Wakuu wako ni waasi na rafiki za wevi, kila mtu upenda rushwa, hufuata malipo. Ni ufuata malipo tu, akalipwa nini, hicho hicho ndo naenda kufanya. Hawampatii yatima haki yake, wala maneno ya mjane hayawawasilii. Kwa hiyo asema Bwana, Bwana wa majeshi mwenye enzi wa Israeli, nitapata faraja kwa hao wanipingao nitatoa kisasi kwa adui zangu, nami nitakuelekezea wewe mkono wangu na kukutakasa takataka taka zako kabisa, na kukuondolea bati lako lote. Ishirini na sita na mwisho, nami nitakurejeza upya uamuzi wako nami nitarejeza upya waamuzi wako kama walivyokuwa hapo kwanza, na washauri wako kama hapo mwanzo. Baada ya hayo, utaitwa mji wa haki, mji mwaminifu. Mungu alibariki neno lake. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. I have a dream Ninayo ndoto Tanzania, niwezekana, kuna wakati itakuja kuishi katika maandiko haya. Lakini njoni tuzungumze, hakika yake wengi wenu ambao leo hii mnaona mnaweza mkawa mnanufaika na hali iliyopo na mkawa mnaimba hii ndiyo amani, amani, amani. Elisha aliwahi kumwambia mngoje na mlinzi na msaidizi wa karibu wa mfalme akasema, siku hizo za watu wote kuimba amani na ikawa amani kweli, kuimba haki na ikawa haki kweli, utaziona kwa macho lakini hautazila chakula utakiona lakini hutakila. Aishivyo Mungu, Mungu ataamua kati ya maneno haya na kila ambacho utakishikilia. Asante kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani, anasema: itengeneze njia ya Bwana, nyosheni mapito yake, ili mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, atakayefiwa, ama afaye katika Bwana, tangu sasa pate kupumzika mara baada ya tabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha.